Inaitwa Rose Joseph ni mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano na masoko Chuo Kikuu cha Dodoma. Ah, Chuo Kikuu cha Dodoma tunashiriki kwa mara nyingine kwa maonyesho ya Sabasaba, na huu ni wasaa mzuri ambao tunaotumia sisi kama chuo kukutana na wadau wetu mbalimbali ambao ni wa kielimu kwa maana ya masuala ya kitaaluma, lakini pia kuweza kutangaza na kutoa taarifa juu ya shughuli ambazo Chuo Kikuu cha Dodoma kinafanya hasa vile bunifu wito wa serikali kwamba tuweze kuhakikisha kwa wanafunzi ambao tunawazalisha au wanahitimu wa masomo yao ya vyuo vikuu wanaweza kupata ajira. Kwa hiyo chuo kama chuo kwa msimu huu wa saba saba tunakuja na huduma mbalimbali. Labda nianze kwanza na zile ambazo, lakini mbali na hilo sasa tuje kwenye uh, huduma ambazo zinatokana na uzalishaji ama, uh, wanafunzi wetu walioweza kujitatiza au kujiandaa kwenye solazima la kujitegemea. Tuna miradi mbalimbali kwa kutumia teknolojia tuna mradi ule wa rocket science rocket tunaendelea nao kufanyia utafiti na tumefika kwenye hatua nzuri. Kwa hiyo watanzania wa wakija wanaweza kuona kwamba na sisi tunaanza kufikiria kwenda kwenye sky, sio kila kitu tunaletewa na wazungu wa sasa. Sisi tuna uwezo wa kutumia wataalamu wetu wa ndani wa wabobevu, tunafikia sasa uwezo wa kuanza kufikiria kwenda kwenye sky. Yeah, yeah, yeah. Naitwa Dot Benatu Simvile, uh, mwadhiri mwandamizi chuo kikuu cha Dodoma. Karibuni kwenye maonyesho ya Sabasaba ambayo ni fahari ya nchi yetu ya Tanzania. I, maonyesho haya yanachochea ubunifu mbalimbali mbali, na kwa kuzingatia kwamba nchi yetu inawekeza sana kwenye masuala ya, ya, ya, ya teknolojia kwa mwaka huu uh, wanafunzi cho kikuu cha Dodoma pamoja na bunifu nyingine wamekuja na huu bunifu wa kutengeneza rocket ikiwa na lengo la kufanya weather modification. Tunafahamu kwamba nchi yetu a, kuna mabadiliko makubwa sana ya hali ya hewa ambayo yanaathiri e, ya, yanaathiri utengenezaji wa uzalishaji wa chakula. Sasa na uzalishaji wa chakula kwa kiwango kikubwa unategemea Mvua. Sasa kwa kuwa mvua hazinyeshi kwa wakati na tuna mawingu ambayo yana uwezekano mkubwa wa kutengeneza mvua, tumeona tuje na hii roketi ambayo itasaidia kwenye kufanya maboresho ya mawingu ili yaweze kutengeneza mvua, ambapo moja kwa moja inaenda kuathiri jamii kubwa na jamii ya watu wa kawaida wanaohusika kwenye uzalishaji wa chakula kupitia kilimo. Kwa hivyo tunaamini kwamba kupitia mradi huu jamii eh, yetu itaenda kuondokana na changamoto ya uzalishaji wa chakula hasa ukizingatia kwamba kutungikana na haya mabadiliko ya hali ya hewa.